Karibu sana kwenye napita tu ya kwetu ambayo siku zote huwa haikosi eh, la ziada la kuzungumza katika yale ya faida ambayo sisi huwa tuna nafasi pia eh, ya kupitishiana au kugusiana hapa katika kiota chetu kilichokuwa bora zaidi na chenye faida zaidi. Nayesimama nawe katika hili la leo, mimi naitwa Anko Amiri. Anko Anko wote dunia nzima nite Ankole. E, karibu sana, na kikubwa ninachopenda kukusisitiza ni kuendelea kusubscribe kwenye channel yetu na vilevile kutupatia maoni ya hapa na pale, kwa sababu sisi tunaanza na katika hatua zetu tunazopiga tunaamini ya kwamba zitakuwa zina faida kwetu, e, na kwako pia, we fans wetu ambaye umekuwa pia e, unatus, e, unatunga mkono kwa namna moja au namna nyingine. Pia leo tuna nafasi ya kufahamu kuhusiana na PG kumi na tatu. Yes moja ya namba ambayo huwa inawekwa hususan zaidi e, tunapokuwa tunaangalia filamu zetu hasa katika vingamuzi vyetu hivi, kuna namba zinakuwa zinaandikwa pembeni pale kwa kila e, filamu au tamthilia ambazo tunakuwa tunazifuatilia, na inawezekana wengine tumekuwa hatujui hizi namba zina nafasi ipi au zinakuwa zinamaanisha ipi. Lakini kupitia la kwetu la leo, basi tupate nafasi ya kuijua tu e, hii namba PG e, kumi na tatu ambayo tumekuwa tunaiona PG kumi na tatu inajulikana eh, kwa urefu zaidi pale wanakuwa naoifupisha, lakini kiurefu zaidi inajulikana kama eh, parental guidance, yani parental guidance suggest. Lakini hii inatupatia mwongozo au usimamizi wa wazazi yes, kwa ile eh, tamthilia inavyokuwa inaangaliwa kwa wale ambao hawana umri uliokuwa mkubwa. Na PG kumi na tatu humaanisha kuna baadhi ya maudhui ambayo huenda yasiwafai watoto. Kwa hiyo hapo ndio maana unatakiwa uwepo e, mwongozo au uangalizo e, la wazazi kwa watoto, na hivyo wazazi kabla ya kuruhusu watoto kutazama wanahitaji kuzichunguza hizo e, tamthilia a, huenda zikawa na lugha chafu au zikawa na vipande vifupi e, vya vurugu ambavyo vinaweza vikawa visiwafai zaidi watoto na yawezekana ikawa na uchi kiasi fulani, lakini sio zile za kumaanisha uh, zikawa na mwonekano wa kumaanisha eh, ngono. Si kwamba kila uchi yawezekana ikawa ni ya masuala ya ngono, lakini vilevile vile pia zikawa hazina maudhui ya, zinakuwa hazina maudhui ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo licha ya kwamba ni PG kumi na tatu ambayo inawakanya watoto E, wanatakiwa wapate uangalizi wa wazazi kuiangalia, lakini si kwamba yawezekana ikawa ina masuala ya madawa ya, mada ya kulevya, lakini inawezekana pia kukawa na vurugu, kukawa na vitu ambavyo mtoto aviwezi kumfaa kuitazama e, tamthilia kama hiyo, kama zile tamthilia zetu ambazo huwa tunazitazama usiku kwa leo kupitia PG 13 au parental guidance ambayo tumekuwa tukiziangalia kupitia tamthilia yetu tulifunge hili. Asante sana na shukran pia, na endelea pia kwa ajili ya kusubscribe kwenye channel yetu na kupatia maoni ya hapa na pale, ambayo sisi pia yatatujenga zaidi. Asante ya na shukran pia kwa kupita na hii ya PG kumi na tatu kwa siku ya leo.